Ya Bwana Yesu asifiwe wa sana watu wa Mungu. Kwa majina naitwa naitwa Profesa Bishop Kaengela. Ah, Profesa wa chuo kikuu cha kiroho cha viongozi Tanzania, yani Tanzania University of Spiritual Leadership. Hivi karibuni kuna kuna rafiki yangu mmoja aliniuliza akasema, Profesa, mbona sijakusikia hata siku moja una unafanya unafanya eh, sherehe ya ya ya kufurahia kuzaliwa kwako eh? Sijaakasema sijasikia, sijasikia eh? Kwani wewe huamini katika ku, ku, kusherekea eh? Siku ya kuzaliwa kwako, nikamwambia unaposherekea siku ya kuzaliwa kwako. Uh, inabidi uelewe unachokuwa unamaanisha, si uelewe tu unachokuwa unafanya. Akasema e, unamaanisha nini? Nikasema uh, Mungu uh, amempangia kila mtu miaka ya kuishi chini ya jua, kila mtu ame, amepangiwa miaka ya kuishi. E, kama ulipangiwa miaka tisini utaishi tisi, tisini kama ulipangiwa miaka mia utaishi mia. Miaka mia thelathini mia, mia thelathini ni mia thelathini miaka sabini ni sabini akasema unamaanisha nini nikasema iko hivi kama umepangiwa kuishi miaka themanini alafu ukafikisha miaka themanini na ukafikisha miaka sabini na tisa unakume baki na mingapi? Akasema unakume baki na mwaka mmoja. Nikasema kwa hiyo unaposherekea kwa kufikisha miaka themanini na tisa unajua unachokuwa unasherekea? Maana yake unasherekea, unasherekea kubakiwa na mwaka mmoja. Wewe kwa hesabu zako una hesabu na miaka themanini na tisa, lakini uh, umebaki na mwaka mmoja. Kwa hiyo kusherekea siku ya kuzaliwa kwako, ukikuangalia kwa mtazamo wa mantiki inayotakiwa, ni sawa na kusherekea miaka uliyobakiza. Sasa kadri unavyomaliza mwaka kadiri miaka inavyoisha ndivyo unavyoishiwa siku za kuishi. Kwa hiyo kama unasherekea kuzaliwa kwako, ina maana unasherekea kuishiwa kwako kwa miaka. Kama ulipangiwa miaka hamsini ukafikisha miaka arobaini na tisa, ina maana umebakiwa na mmoja. Hasa kama nikamwambia, kama ungefunuliwa au kama Mungu angekwambia kwamba leo unasherekea eh, umebakiwa na masaa matatu, ungesherekea Akasema ingekuwa ngumu. Nikasema sasa, sherekeeni kwa kuelewa mnachofanya, sio tu ili mradi mnafuata mila za wazungu au nini. Aa, a, sherekea kwa kufuata. Yaani, mimi mpaka huwa nashangaa kwamba e, kuna wanawake wameshikilia hiyo kama mwanaume hana hela ya kufanya hiyo birthday kwa watoto, sijui kwa nini inakuwa ni ugomvi. Lakini mnaelewa mnachofanya eh? mnaelewa mnachomaanisha? Kama umepangiwa miaka 50 ukafikisha 49 unasherekea kubakiwa na mwaka mmoja. Kwa nini usi, usiombe zaidi kwamba Mungu nipe neema ya kuongezewa, maana bado na, nataka kuishi kama nani, ule Ezekia, Ezekia alivyoongezewa miaka. Hasa wewe unasherekea kubakiwa na miaka michache, wewe unaona unaishi miaka umeishi miaka mingi ha iliyo baki. Na maandiko yanasemaje? Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wa neno kwa hiyo unasherekea miaka unayoona wewe umeishi miaka mingi, iliyo baki umeijua. Sasa kuku sio dhambi, mimi sisemi ni dhambi mm -hmm, lakini namaanisha fanya kitu kwa kujua unachofanya, yaani ujue unachomaanisha. Okay, kuna kuna kuna kitabu hapa, kuna kitabu hapa kinaitwa aina tisini za maombi, sio maombi tisini. Hiki kitabu ni kizuri sana na kimefanya vizuri kwa watu wengi. Kwa wale walioko Tanzania unaweza kukipata kwa elfu thelathini tu, utakiagiza. Ni kitabu kizuri sana, aina tisini za maombi, sio maombi tisini. Unajua watu wengi hawajui, hawajui aina nyingi za maombi, wanajua tu maombi mengi, hawana aina nyingi, wana maombi mengi, hawana aina nyingi za, ndio maana unakuta <laughs> mtu akifanya maombi dakika tatu tu au kumi anaona ameomba sana E, yani hata ile kuomba masaa matatu bila kusema amina, wengi sana hawawezi, kwa sababu hawajui aina nyingi za maombi. Kwa hiyo hiki kitakufaa sana, elfu thelathini sio hela nyingi kwa hazina kama hii. Kitabu kikubwa sana kina, unaona, kina unaona, kina kurasa zaidi ya m... kina kurasa zaidi ya mia moja sitini. Kitabu kikubwa sana mm. lakini pia kuna kingine hapa, kuna kingine hapa hiki hapa kinaitwa uh, hatari eh, Wakristo wengi hatarini mm, kinaitwa Wakristo wengi hatarini, tambua hatari ya Wakristo wengi duniani. Hiki nacho ni kizuri, utakapo kisome utaelewa uh, hatari walionayo Wakristo. Ukisome hiki unakipata kwa elfu kumi tu Utaagiza kitabu kizuri sana, kizuri sana. Kuna kingine hapa, na vyote nimeandika mimi. Kuna kingine hapa, hiki hapa, hiki hapa naona kime, nani hapo, lakini ni kizuri sana hiki hapa e, ufahamu wa matumizi sahihi ya ulimi. Ufahamu wa matumizi sahihi ya ulimi, kitabu kizuri sana. Ukiweza kichukue, kitakusaidia e, iki, iki. Ukitoa elfu tano tu nakupa elfu tano ya Kitanzania nakupa eh, ufahamu wa matumizi sahihi ya ulimi. Kichukua hiki kitabu ni kizuri sana e, Bibilia inasema kwamba wanyama wote wanaweza kufugwa, lakini hakuna wezai kuufuga ulimi. Yakobo tatu saba mpaka nane. Kisome hiki kitabu kitakusaidia ukaye vizuri na jamii iliyokuzunguka, kwa sababu ulimi ni, ni kiungo kidogo, lakini matokeo sio madogo sawa. God bless you. Namba zangu za simu ni sifuri saba sita tatu thelathini tano tisa saba arobaini tano na sifuri saba moja mbili hamsini na nane thelathini na moja tisini na nne Kama unafanya sherehe ya birthday, kufurahia kuzaliwa kwako usifurahie miaka uliyoishi, furahia miaka iliyobaki. Huo ndio ufahamu, hiyo ndio hekima. Asa wewe unaweza ukashangilia leo mpaka unaweka sherehe kubwa ya hela nyingi sana Alafu umebakiwa na masaa matatu tu. Sasa ungejua ungesherekea wewe. Haya bwana, nikutakia hiyo tafakari njema. Karibuni kwenye chuo chetu cha Tanzania University of Spiritual Leadership. ni chuo kizuri sana. Karibu hata kwenye YouTube yetu, tembelea YouTube yetu, andika saa ya uzima wa roho. Mungu akubariki sana, tuko pamoja.